Nilianza kufuga njiwa, nilianza kufuga njiwa, nafuga njiwa, watu wanakuja wananunua njiwa, waganga wa kienyeji wanakuja wananunua njiwa. Sikiliza, biashara unapoifungua, hauifungui biashara ya utakatifu, unaifungua biashara ya kukuletea hela. Sema hela, hela. Hauwezi kuchagua nani anakuja kununua kwenye biashara yako, ama mnachaguaga kuku pale nyumbani, wafuga majini wamekuja, wanataka kuku mweupe, piga bei ya kueleweka. Hela haijawai kuwa ya majini, pesa ni pesa, unaelewa sawa sawa. Ninapozungumzia lango la uchumi, maana yake nataka mtu afunguke, funguka. Pesa unayoletewa huwezi kujua imetoka kwa nani biashara kwenye malango yako ya biashara, huwezi kumjua wewe ni nani halafu, wewe umefuga, halafu unaona mtu amekuja amefunga na hirizi, anasema nataka kuku, wala haji kukwambia anapeleka kwa mganga. Wewe wewe uza, waulize unataka kuku wa namna gani? Ukiona wamenangania mweupe, pandisha na bei, uwe na akili, mwambie jirani yako, uwe ziwe zina chaji kwenye biashara eh. Hata kama unafuga kuku, wanakuja kwenye banda lako, wanasema mimi nataka mweupe bei. Ukiwa naye anamtaka mweupe pandisha bei. Ulikuwa na moza elfu ishirini moze thelathini, anamtaka mweupe, maana yake ana kazi naye ana sababu naye, na wewe unafaidika. Haleluya, haleluya, haleluya. Lango la uchumi, Mungu akamwambia ubariki, ukatawale baharini, pana uchumi katika malango ya bahari, pana uchumi uziokope waliko hapa. Mvuvi wa ndoano haulizwi, wala haulizwi kodi. Fua kwa ndoano, haleluya. Ukitaka e, uvuvi mkubwa, kuna biliba, nunua biliba, fuga samaki. Tunanunua samaki sahizi, samaki hapa Mwanza ni wengi, sato wale ni wengi hata ukienda sokoni sasa unawakuta wengi tu, ni wale samaki wa kufugwa. Watu wenye ufahamu waliogopa, nataka waingie kwenye mifumo ya maji, wajipatie uchumi wao, ili wamtumikie Mungu kwa heshima ya maji. Mungu alipoyaweka maji, ameweka virasli ya mali. Watu wa Mungu wafaidike na mifumo iliyomo ndani ya maji, viumbe vilivyomo ndani ya maji. Akasema hata ndege. Haleluya. Usiishi hapa, tuko Mwanza ni mjini, lakini kama una mji wako, jitahidi uwe na kuku hata watatu, wanne, watano <laughs> Haleluya, jitahidi uwe nao hata wa kienyeji, jitahidi. Lakini kama una nyumba ya kupanga, ninakupa mfumo, tengeneza ndoano. Kukicha asubuhi, badala ya kwenda kutafuta kibarua kiko wapi, nenda kakae kwenye kitiwe, tafuta chambo, weka kwenye maji. Inapofika saa sita umekuwa na samaki wako kumi, unawauza shilingi elfu kumi kumi, tayari una laki. Bwana sifiwe! Hey, Bwana sifiwe! Wee unakaa nyumbani unaanza kusema hatuna kazi, hatuna kazi tumeshindwa kwenda kujifunza, siende kuogolea. Tafuta vichiwe kapo okota moja mmoja. Ni wakati wa kambale okota kambale, ni wakati wa dagaa okota. Akija mumi unaye, akija sato ni wako. Kila wakati utakuwa na kitu cha kufanya. Kila wakati vijana wamekaa majenzi, wamekaa hapa, wanasema hakuna kazi. Kila mtu anataka kazi ya kuajiriwa. Mimi leo nawafungua macho, si watu nalo hapa. Hauwezi kuvua kwa samaki, anza na ndoano. Hauwezi kuvua kwa nyavu, anza na ndoano. Bado Bwana anataka kukuheshimisha kupitia ndoano, mtu wa Mungu. Haleluya! zote hizi kazi mwenzenu, mimi nimefanya, niwahi kufanya. Nimeishi hapa Mwanza kwa muda mrefu. Niliwahi kufuaga samaki ambaye nilibidi niite rafiki wa kuja kunisaidia kumtowamo kwenye maji. Maana mm, alipotafuna alipomeza, nilipolivuta nikatoa kichwa tu, alafu nikarudi kwenye maji. Vuta, vuta na wewe vuta, vuta na wewe, ikabidi niite rafiki aje nisaidie, tukaje tukajitahidi tukalitoa. Lisato napata kilo tatu mbili. Na uvuvi wetu siku hiyo, ukaishia hapo. Wewe unajifunzaje? Na Yesu alisaidiwa na mifumo ya maji, kulipiwa kodi yake. Kama kuna mtu ananielewa sawasawa, Biblia iko sawasawa. Yesu akamwambia Petro, nenda ukashushe nyavu kachushe ndoano, yule utakaye mvua wa kwanza, mwangalie kwenye mdomo, amemeza ni anga, wanakumbuka? Unaelewa sawasawa? Samaki mmoja alitosha kulipa kodi ya Petro, kodi ya mwenzake na kodi ya Yesu. Samaki huyu ni eleo nii, mnafikiriaga eti ni samaki, ni kodi. Unajua ndio hivyo ufahamu wa watu, watu wanafikiriaga kwamba walikuta kuna shekeli. Hapana, yule samaki alipouzwa alitosheleza fedha ya kulipa kodi. Una samaki mmoja tu, ukimtoa mwanangu ndani ya ziwa, anakusaidia kupata bajaji ya kwako. So unapoenda kwa jina la bwana Mungu, ana namna ya kufanikisha kwa ajabu. Unashangaa umemtoa msangala huyo, wanasema kwa njia gani umemtoa, lakini bwana amekusaidia. Maana bwana anapoamua kukubariki kwa kazi za mikono yako, huwa anashangaza wengi. Unafanya nini ili tunapoomba bahadi hapa, mchungaji, ninapokesha hapa, ninaombea kazi ya mikono yako. Ninaombea kazi gani? Tuhame, tuhame wa mfumo, tuhame, ili ni lango la uchumi. Tunashughulikia uchumi. Halafu akamwambia bariki, tawala mndege wa ndani. Akamwambia nini tena? Na wanyama wa nchi nini na wanyama kawala kawala, fuga sungura, fuga wanaofugika. Hata mbwa ni hela kweza kufuga, hata kwa ni hela kweza kufuga, hata paka ni hela. Wafuge kwa maana ya kufuga, usiwafuge kwa sababu Wal, na wengine wanafuga fuga kwa maana ya fuga nikibidi kuwaosha waoshe, tuka sawasawa. Watu wa Mungu, usiwache mbwa wako wazoee kula madhi ya wanadamu, takuwa na minyoo. Weka chakula chao kinachostahili kula. Wanakula kila ambacho inawezekana, wewe pia unakula, au nawaandalia kile ambacho wewe umekula kimebaki, bado ni chakula. Utapata mbwa wazuri mbwa mmoja anaweza akauzwa mpaka laki sita Mbwa mmoja. Na sasa hivi walafi wamezidi, wa wachina kwenye nchi wamezidi, supu ya mbwa inalika. Nilikuwa ninaangalia ni wapi ni Nigeria, wana soko la mbwa, soko la mbwa. Wamama wananunua mbwa kama wanavyouza mbuzi huku. Nigeria, soko la mbwa supu ya mbwa wanasema, ukila supu ya mbwa inaondoa baadhi ya magonjwa mwilini. Mwenye ulaki karibu pale kwangu, ninao watatu. Ukiniletea laki mbili na nusu nakupa mmoja, uchangamshe tu akili yako. Umemaliza chuo, uzinganane na kutafuta ajira. Ninakupa maarifa. Mungu alipoumba aliweka kwako ndege wa tawale tawala, na wanyama endelea na nchi yote pia na nchi na kila chenye kutambaa kutambaacho juu ya nchi. <laughs> Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, ndio kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume uh -huh, na mwanamke. Halafu aliwa, aliwaumba halafu akawambiaje? Mungu akawabarikia. Akawabarikia. Mimi naomba niishie hapo, hiyo 31 itaenda mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mungu, Mungu akawabarikia mwanamke na Manamke. Kazi hizo za uvuvi hazimhitaji mwanaume peke yake. Mwanamke aliyejihusisha kwenye mbalaka inayotoka ziwani amebarikiwa. Mwanamke anayejihusisha na ufugaji wa ndege na kuku na bata amebarikiwa mwanamke anayejihusisha na ufugaji wa ng'ombe na vitu vingine chini ya nchi amebarikiwa. Kila mmoja katika bidii yake amebarikiwa, kwa sababu Bwana aliposema akawabariki, hakubariki mwanaume, aliwabariki wote. Kwenye baraka, hakuna baraka ya mwanaume wala ya mwanamke kuna baraka ya watu wa Mungu waliobarikiwa na Mungu. Tuko sasa, bwana, sikiliza, ukiweza kuendesha boda boda endesha boda boda. Hakuna boda boda ya mwanamke wala mwanaume, ilipotengenezwa, kilitengenezwa kama chombo cha usafiri, na kinaweza kitakuletea faida. Na nielewa sasa hao watu wa boda boda pale kwenye kijiwe chao, kuna wadada ninaowafahamu wawili, sijui kama wameongezeka, wameongezeka, wameongezeka. Wadada wanaendesha bajaji, na mimi nikiona dada ananiendesha, kwanza kauli yake ni njema kuliko kauli ya hawa wavuta bangi. <laughs> <laughs> huyu ndiye mchungaji wetu, yeye havuti, lakini, vijana wengi walioko kijiweni maboda boda wengi chuzi hapa ndani mama mmoja kapiga kelele, umeme umekatika. Dakika mbili tu, mama moja kapiga kelele. Hapa nje Munya amepita na kibeli chake, sio wakina dada, ni wavaa suruali mitepesho. Ukipata dada, unafanya kazi yako ya bodaboda, utaaminika, utapata fedha. Jiheshimu kwamba hii ni kazi, usichukulie kama jambo la la uhuni fulani iheshimu kama kazi. Umepata nafasi ya kuwa dereva, kuwa dereva. Kila jambo la kazi, hakuna kazi iliyoandikwa kwenye bibilia ya kwamba ni kazi ya mwanaume. Kila kazi ni baraka, na kwa sababu hiyo anasema atawabarikia. Kuna kijana anapika vitumbua hapa jirani jirani na nyumbani kwangu, vitumbua saa kumi na moja. Yuko nje anapika vitunguu ikifika saa mbili bibi anakuja anamsaidia. Familia inaishi kwa kitungua. Lakini nani anapika? Ni kijana wa kiume. Alafu nyinyi mnasema hamna kazi, nyinyi mnalalamika hamna fedha. Tukiitisha michango hapa kanisani mnanuna, na mimi nasema michango mwaka huu ni mingi sana, ili mnune sana na baraka za Mungu mzikose sana ya uchumi ili tuwe na utakatifu ulio mzuri, tuwe na mfumo mzuri pia wa uchumi. Majungu na uongo uongo utakwisha ndani ya nyumba ya Mungu na hata kwenye familia. Kama kila mmoja anaamka anahangaika na maembe yake ya kisasa, huyu anahangaika na mapela ya kisasa, huyu anahangaika na michechei, huyu anahangaika na bustani, sangapi mtapata nafasi ya kupiga mbee? Inapofika jioni kila mmoja amechoka. Kila mmoja anatamani yale aenda kalale. Na ukienda wakati wa kumshukuru Mungu, unamshukuru kwa uzuri, maana unaona kula ukoenda, Bwana amefanya nini. Unarudi amekufanikisha, asema tuombe. Baba, katika jina la Yesu <laughs> tayari imeshakata network. Lakini kama umefanikiwa umerudi, umefanikiwa hata unavyomshukuru Mungu inakuwa vizuri. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, umebariki kazi ya mikono yangu. Maana ukitazama unaona kuna faida, ukitazama unaona faida iliingia. Unaposema umenibariki, unaona kweli nimebarikiwa. Sasa wewe unawezaje kusema umenibariki na unaona siku hiyo hata chakula chenyewe mpaka manati imevutwa mpaka mwisho? Tunahitaji watu waingie kwenye mifumo wafanye kazi. Haleluya, tufanye kazi Kanisa, waumini wafanye kazi, sio ya kuachuliwa, ama tunafungua mifumo leo, wafanye kazi.